Hello ndugu watazamaji, karibuni kwenye MIFA TV. Asanteni sana kwa kutufuatilia na kuendelea kuonyesha sapoti ambayo mnatupatia kwa sasa hivi. Mtangazaji wenu ni William Ebi Sampei Latan aka Man Magnet Alekut, ni baba sita wa mama sita, wote unawafahamu wewe, wananiita mboga chungu, siku hizi mfalme Nebukadneza wa kizazi kipya. Sasa hivi kwenye kipindi chetu cha hatupitwi kama mnavyosikia ni kipindi ambacho kitakuwa kinapatikana hapa Mifa TV, ni karibuni. Kila siku mtakuwa mnajipatia vi, um, matukio mbalimbali, hasa zile za moto kabisa yani, ambazo bado, bado, bado ni mpya. Hatuna fake news, hatuna news mm, ambazo zitakuwa zimechelewa, kitu kama hicho. But hapa kwenye hatupitwi, mtakuwa mnapata vitu vipya vipya, na hamtu pitwi na kitu chochote. So, autojutia kutufuatilia Mifa TV. Unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ili uh, uendelee kupata mambo, mambo mengi zaidi na kwa kwa, kwa upana zaidi. Hivi karibuni kulikuwa na vitu uh, ambavyo vinashikilia vina, vina Kongo hasa M23 ni, ni kitu ambacho kilikuwa kinaongeleka kina kwa ukubwa zaidi kwa upana zaidi sehemu zote zile duniani walikuwa wanaongelea kuhusu M23 na M23 kwa sasa hivi walikuwa wamekaa wa, wa, wa kabisa yani face to face na, na, na Fizi ambako walikuwa washaanza kupiganisha wa. Kuna, kuna muda walikuwa sha, shachukua hata Makobola sijui Makobola wane za tu na vitu kama hivyo, ila wapambanaji uh, wazalendo wamepambana na kuhakikisha wamewatoa kule Makobola wasingie Fizi kabisa, kwa maana walikuwa washaanza kuingia. Wamefanikisha kuwatoa kule, wakawarudisha waka Uvira na kama, kama, kama vile unavyojua Uvira alikuwa chini ya wahasi wa M23 AFC so wazalendo waliahidi wali kupigana, na wakadai kuwa watawatoa wale wahasi wa M23 na wamefanikiwa kitu kama hicho. Na leo ninavyokwambia ni tarehe kumi na nane uh, mwezi wa kwanza 2026 na wazalendo sasa hivi wapo Uvira na, hakuna mtu yoyote ambaye ana shirikiano na M23 ambaye bado yuko uh, pale Uvira, watu wote wameondoka, na kitu kimoja tu ambacho M23 imepatia ni onesi. Ni kitu gani? Kitu ambacho M23 imepatia ni kupata njia ya kutoka Uvira na kukimbilia sehemu nyingine. Otherwise, watu wote wangeishia palepale Uvira. M23 na jeshi lao lote basi lingeishia palepale Uvira. Asanteni sana kwa kutufuatilia, na hapa nakwenda kuwawekea video, baadhi ya video kama vile ushahidi na kuonesha jinsi gani uh, wazalendo wameweza kufika Uvira na ku kurudisha mji wao na kuonesha jinsi gani wanapambana hadi tone la mwisho. Tuzidi kuwaombea, tuzidi kwa, kwa bless na chochote kitu, ili waweze kupigana, na video hizo hapo na kuwekea ili uweze kuziona. Asanteni sana kwa kutufuatilia.

ya yeah. Tufuatilieni kwenye Mifa TV ili msipitu na jambo lolote lile. Mtangazaji wako ni William Latton, aka Mane Magnet, aliyekuti ni baba sita wa mama sita wotu, unawafahamu wewe, mbuga ya chungwa na nanita, siku hizi mfalme Nebukadineza wa kizazi kipya. Hapa tuko kwenye Mifa TV na hiki ni kipindi cha hatupitwi, sema hatupitwi. Tukutane kwenye Mifa TV. Na ripoti kutokea Sweden, all the way from Sweden.